Septemba 23 2025, msikilizaji na mtazamaji wa Pongezi TV, karibu sana katika kipindi chetu ambapo kipindi yawane ni pongezi mubashara ambapo tunapata usawa, ku... usawa ikiwa ni Septemba 23 2025, msikilizaji na mtazamaji wa Pongezi TV, karibu sana katika kipindi chetu ambapo kipindi yawane ni pongezi mubashara ambapo tunapata usawa kwa ku... kupongeza wewe msikilizaji na Mtanzania ama jamii kwa ujumla kwa kile ambacho wanakuwa nafanya ambacho kina matokeo chanya katika jamii. Sasa leo bana, tumepata wasaa wa kumkaribisha mgeni wetu ama kumwalika eh, dada yetu eh, Irene, ku, ka, Irene Karugaba ambaye ni moja ya mwanadada ambaye anapambana kwa kasi kubwa eh, lakini mbali na kupambana kwa kasi, eh, kazi kazi yake imekuwa na matokeo chanya katika jamii. Unaweza ukapambana lakini vitu vinakuwa haviko sawa. Msikilizaji na mtazamaji, maoni yako ni muhimu kabisa kupitia, kupitia kupitia kurasa zetu za mtandao ya kijamii Facebook, Instagram, uh, TikTok na YouTube channel kwa anwani ya ati Pongezi TV. Mimi naitwa Friday Mwangumale na geuke kwake mgeni um, wetu, dada yetu Irene kula Irene Karugaba, apata pia sana ya wa kujitambulisha majina yake. Baada ya hapo, tutasikia kipi ambacho ametuandalia kwa siku hii leo. Karibu. Nashukuru Bwana Friday, naona jina langu linakupa shida sana I kwa jina nimekuwa gumu kweli, kama principal si ya homes of law labda eti eh? Well, kwa jina ninaitwa Irene Karugaba mm. Ni sio msichana mm. ni mdada wa makamo yeah. na nimekuita mdada mrembo ya yeah. yeah. ni kweli, lakini pia ni mama mm. na ni msusi mm -hmm. by profession lakini apart from msusi Hmm. lakini pia ninahusika na shughuli za kirembo. Nikisema shughuli za kirembo ninamaanisha masuala saruni, no, masuala ya ulimbwende, ulimbwende, yes, msamiati eh -he. Nikisema hmm. okay, labda nikikwambia kwamba umisi, lakini neno sahihi ni ulimbwende, yes. Uh, madamu Irene Karugaba uh, tunaamini kwamba sio, tunaamini tu sisi binafsi au mimi binafsi, jamii inaamini hivyo kwamba wanawake hawawezi kufanikiwa pasipo mwanaume nyuma, lazima kuna shoti kati ambazo atapitia, inaaminika hivyo hmm. Sasa wewe kama mwanamke eh, tumeona juhudi zako na mafanikio yako ni makubwa sana, umewezaje kufika katika hatua kama ambayo huko kwa sasa? Well, mimi jitihada zangu zinarudi nyuma mpaka mwaka elfu mbili na saba. Mm. Mwaka elfu mbili na saba ndipo nilianza kufanyia kazi rasmi kipaji changu cha ususi. Mm. Lakini siwezi popote kusimama nikasema kwamba ni jitihada binafsi Bin peke yake ambazo zinanifikisha. Kuna mkono wa mtu wanake. Obviously yes, kuna mikono ya watu, sio mkono mm. wa mtu mm. mmoja. mm, mm, mm. Yeah, kwa sababu ili uweze ku perfect ususi lazima kuwa kuna vichwa vya mazoezi mm. And way back those days hapakuwaga na midoli kama siku hizi mm, mm. Kwa hiyo wapo watu ambao walikuwa tayari wakajitolea vichwa vyao ili niweze kuvifanyia mazoezi mm. Au ni watu ambao walinipushi sana kuweza kufanya Kipana kazi yangu kwa hali kwa sasa. Ehe, lakini pia zaidi ya hao wapo watu ambao walikuwa ni wataalamu, walikuwa na utayari wa kushare mm. zile knowledge zao, tactics za kufanya kazi mm -hmm. na vitu kama hivyo, pamoja na mimi tena bila gharama. mm -hmm. Tofauti na siku hizi watu wanaenda kulipia vyuo kusoma, but mm me I got it for free. kwa hiyo -hmm. mm -hmm. wapo watu kadhaa ni zaidi ya watu sita, saba mm hivi -hmm. can't mention them all. lakini sasa madamu Irene, uh, watu wengi wanaamini kwamba mwanamke mpaka afanikiwe lazima kuna mkono wa mtu. Wewe kwa upande wako hili unalizungumziaje? Well, mimi ninaamini kwamba mtu yoyote mpaka afanikiwe lazima ashikwe mkono. Mm. Haijalishi jinsia. Kwa sababu upo hata msemo wa kizungu unasema if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, mm. you need to have company, you need to have people to move with you. Kwa hiyo okay. Sioni ubaya wowote wa mwanamke kushikwa mkono kushikwa mkono eh, eh, kwa sababu ukweli utabaki pale pale ya kwamba ikiwa utashikwa mkono bila wewe kuwa mm -hmm. ile push inayotoka nyuma ni asilimia ishirini. Kwa hiyo hakuna tatizo, hakuna changamoto, yaani hakuna dhambi yoyote katika kushikwa mkono. Sasa Irene, kuna watu wengine hivyo hivyo wanaendelea kutuhumu hizo sehemu ambazo ni saluni zenu ama ofisi zenu, wanawake kwamba ni kituo cha ambacho maovu yanafanyika, yanazungumzia maovu labda, uh, kumsema mtu unaita umbe, umbea labda, si ndio? Kama umbea kumzungumzia mtu yani mambo ambayo hayafai. Labda wewe uh, kwa kipindi chote ambacho umekuwa katika ofisi yako unahisi hizi changamoto hazipo kweli? well, palipo na ubaya wema ulitangulia. yes, mm-hmm. yes. Mm-hmm. kwa hiyo utakaposema kwamba kwenye saluni ni vijiwe vya umbea mm. siwezi kukubali moja kwa moja na pia siwezi kukataa moja kwa moja, mm. kwa sababu kila mtu mwenye ofisi ambayo ni saluni ana namna ambavyo yeye amepresent ofisi yake, mm. kwa mfano kama ukija kwenye ofisi yangu, kwenye ofisi yangu sio tu sehemu ya kusuka nywele mm. lakini pia ni sehemu ambayo mimi pamoja na wateja we get to interact. Kuna vitu ambavyo tunaweza kushare vinavyoweza kutusaidia katika mm. kukua eidha kifikra, kimtazamo, hata kiuchumi, umeona mm. kwa sababu ni sehemu ambayo mteja anaspendi minimum. Mm. Anaspendi kuanzia nusu saa mpaka masaa sita au zaidi. What do you expect, kwamba mtu atakaa masaa sita kiwa kimya tu mm. haiwezekani. Kwa hiyo ni kwamba kuchagua ni aina gani ya topic zio zinajadiliwa ndani ya saluni yako. Hilo ni jukumu la oh, mwenye saluni ama msimamizi wa saluni. Sawa so, so, yes, kwa hiyo wanaosema kwamba ni vijue vya umbea hazipo mm. ambazo zimejikita katika mgengeo eh, lakini kwa sehemu zingine ambazo najikuta ni kama ofisi, mtu anatambua ofisi yake. Kama utakuwa huna hapo pointimeti yoyote hapa, hautaruhusiwa kukaa. Kama utakuwa labda ni mteja ameshamaliza, inatakiwa endele na shughuli zake, au ni ndugu yako tu au shosti, rafiki yako, unaita mashosti, ndio well Saluni ni ofisi kama ofisi nyingine na inapaswa kuheshimiwa kuheshimiwa. kwa hiyo, yes, kwa hiyo, mm. mm. mm. kwa, mm. mm. kwa hiyo yes, katika ofisi yangu mimi mm. ni, mm. ni ni, ni principle mm. kwamba mteja anapomaliza kuhudumiwa mm. ataondoka mm. hatuna ile ya kwamba kwa hiyo katika ofisi yangu mimi kwamba mteja anapomaliza kuhudumiwa ataondoka hatuna ile ya kwamba tukae tuanze ku ku ku kuzungumza ama kujadili maisha ya mtu fulani hapana. Yes, if you have anything to discuss ni lazima iwe ni kitu productive yeah. lakini na chenyewe kinapusha pale, the moment nimemaliza kukuhudumia okay. Yes. Na mpaka hivi sasa wa, uh, Madamu Irene Karugaba uh, ni kwa kipindi cha muda gani tangu uanze hii kazi? well, by professional kabisa nilipoamua ku turn it into a business ilikuwa ni mwaka 2015. 2015 mpaka sasa 2025, yes, takriban kama miezi 10 miaka 10 kumlaza. Yes. miezi 10 miaka 10 Uh, nambari na hiyo. Pia kuna shughuli nyingine ambayo yote unajihusisha nayo kwa hivi sasa, ukitoka labda kwenye saloni yeah, ya zipo hebu tupitishe kidogo, au wawezifai kuzungumza kidogo atupitishe. Maana kuna kuna binti ama mwanamke mwingine ambaye anakutizama hivi sasa, natamani sana sasa. Wewe ni mfano kupitia yeye, anajifunza mengi kupitia wewe sasa. Anataka pia kujua yeah, fursa gani ambazo unazifanya baada ya kutoka kwenye uh, kwenye kazi ya saloni ni shughuli gani hizo? Well, nje na shughuli za saloni kazi ninazozifanya ni kutrain mabinti ambao wana ndoto za kushiriki kwenye mashindano ya ulimbwende. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi ninakuwa ninatoa mafunzo kwenye upande wa kutembea. Mm -hmm. Ile miendo ya muondoko. Yes. Yes. Uh -huh. Mm -hmm. Kwa ni ninawatrain upande wa catwalk na posing. Lakini pia ninakuwa ninawafundisha etiquette za kirembo. Mm -hmm. Lakini tofauti pia na hapo ni mtu ambaye ninapenda kufundisha mabinti zile skills nilizokuwa nazo, mm. Kwa hiyo pia ninao mabinti ambao ninawatrain kwenye upande wa kusuka nywele, mm. Na kuhudumia wateja, mm. Yeah. Lakini pia tofauti na hapo, mimi ni mama ambaye nimeokoka, nampenda Yesu. Kwa hiyo pia ninakuwa nina majukumu pia ya ya kikanisa, kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwa kwamba vijana wengi injili inawafikia. Aha, sawa, sawa. Yeah. Sasa Irene, uh, Karugaba, kabla hatujaelekea ukingoni dadangu, uh, tungetamani kusikia neno lako kwa yule ambaye ndio kwanza anaungana nasi ama anatamani pia na kufikia ndoto kama ambazo uko wewe. Ni binti ambaye unapambana sana, na nimeona kazi yako uh, tupate neno la mwisho ama neno la ushauri la, la, la, la, la Well, kitu ambacho ningependa kuwaambia vijana ni siseme, mm. mabinti ni vijana mm. kwa sababu mm. hii ni tasnia ambayo inachukua watu wote. Eh, katika rika zote ya yeah, katika rika zote mm. wapo wahudumu wa kiume pia kwenye saloni wanaosuka nywele. Kwa hiyo kama una unajua kwamba una passion ya hii kitu lakini pia una hiyo talent mm usisite kuifanyia kazi. Go forward. Sometimes ndio kuna mm. setbacks, kuna kukatishwa tamaa mm, mm. lakini jiamini mm. from within na Mungu atakuonyesha njia. Yes, sawa sawa kazi wanileelazi Irene Karugaba anatamani uh, pia sio anatamani, hii ni fursa natoa toa kwake, atuambie anapatikana wapi uh, na yuko wapi baada ya hapo tutahitimisha. Asante, ninashukuru kwa hii nafasi well, saluni so yetu mm, inaitwa Jiros Natural Hair Care. Tunapatikana Madale, kituo kinaitwa 6 jengo linaitwa 6 Plaza, ni ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Tunatoa huduma zote za nywele nywele natural pamoja na nywele za relaxer mm, lakini pia tunatoa huduma za sister lock na dreads. Mm. lakini pia tunatoa na huduma za kucha pamoja na scrub kwa hiyo watu wakaribishwe sana, tunawakaribisha sana sana sana. Huduma zetu ni kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili saa tatu asubuhi mpaka saa tatu, sa tatu usiku. Irene Karugaba huyo, mtazamaji, ambaye alikuwa anazungumza naye, ni mwanadada ambaye anapambana vizuri kabisa kweli kweli katika uh, shughuli zake za kila siku, kisha uh, mkono unaenda kinywani na familia inapata haki zake za msingi. Wakati huo sisi tunaelekea ukingoni, tunatamatisha hivi. Nikushukuru sana wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye uliungana nasi mwanzo mpaka tamati.